Vigor Tech ni mfumo ambao umelenga kurahisisha management nzima ya store, kwa hivyo tutatembea pamoja katika series za video hizi kwa lengo la kukuonyesha ni namna gani mfumo huu umerahisisha management ya store. Kama unavyoona hapa, hii ndio landing page ya mfumo huu. Utaingia hapa kwenye ku create account Ukija hapa utadaiwa security code, ambazo hizi kodi unazipata kutoka kwetu baada ya kuwa tumesha fanya mauziano yani ya mfumo, tutakupa secret code, ambazo hizi utazitumia wewe na yoyote yule ambaye atahitaji ku create account kwenye mfumo huu. Tumefanya hivi ili kuzuia mtu yoyote asiwe na uwezo wa kuingia na kutengeneza account kwenye mfumo wako bila ridhaa yako. Kwa hiyo yoyote ambaye ya atakuwa na hizi secret code, ambazo si tutakupa wewe miliki, ndio atakuwa na uwezo wa kuingia na ku create account kwenye mfano huu. Wa kwanza tutatumia secret code hizi, tuta verify. itakuleta hapa mahali pa sign up. hapa utaingiza taarifa kama hizi. Sasa kwenye huu mfumo kuna watumiaji aina tatu kuna user wa kawaida ambaye huyu ni mtu ambaye anakuwa ana make request kutoka kwenye store, lakini pia kuna store officer, alafu kuna signatories. Sasa makampuni yanatofautiana, unaweza ukawa una signatories wawili, watu wawili tu wa kuidhinisha, ili matilio yatoke kutoka store, watu watatu, sita, kumi, inategemeana na mfumo wa muundo katika hiyo kampuni ama katika hiyo store. Sasa kwa mfano wetu sisi ambao tuko nao, kuna signatories wanne ambao hao kama wote watasain ndipo matiri yataruhusiwa kutoka store. Kwa hapa tutaanza kumsajili signatory wa kwanza, wa pili, wa tatu, watatu wanne, alafu user mwingine ni store officer. Huyu ana majukumu ya kuingiza vitu store lakini na kutoa vitu store baada ya kuwa vimekwisha idhinishwa na wote wanao sign. Kwa hapa tutamwingiza signatory namba 1, mfano tutamwingiza huyo hapa, email yake tuweke hii hapa alafu kwenye kuchagua hapa sasa signatories hapa kwenye roles, tutachagua namba 1 ni signatory namba moja. Kwa kama hapa kuna signatori sita, sisi tutatengeneza mfumo kwa ajili ya kuaccommodate signatori sita, lakini hapa kwa sababu tuna signatori wanne, sisi tumeweka wanne tu then nani ni normal user. Alafu store officer ndio huyo store officer. Office. Kwa hapa tuna tuna register user wa kwanza ambaye ni signatori namba 1 tutachagua namba moja then tunaweka password. 5, 6, 7, 8, 9, tunazirudia tena 7, 8, 9, then register, itakuambia you have been registered, unaclick ok, itakuleta kwenye landing page. Sasa tum, tumregister tena signatory namba mbili, nakuja hapa kama kawaida, tunaingiza secret code hizi then tuna verify nakuja hapa tunamwingiza signatory namba mbili, mfano tumtumie huyohuyo kwenye choice. Hapa tutachagua namba mbili then tunaweka password then register, imekubali, tunabonyeza okay, na kuna uwezekano wa kuwa na more than one user in one role. Mfano, unaweza ukawa na signatory namba moja, wakawa hata watatu au wanne au watano. Kwa mfano, mmoja anaweza akawa yupo kazini kwao, mwingine yule mwenye same role kwenye signatory namba 1 anaweza akaingia kwenye mfumo na akaperform the same task. Kwa hiyo mfumo wetu unaweza ukaaccommodate vitu vya namna hiyo. Kwa hapa tutakuja kumsajili signatory namba tatu, mfano tumtumie huyo, then tunaweka email yake hapa, then tutachagua namba tatu, tunaweka password then, okay. Umeshakubali. Tutafanya hivyo kwa signatory wa mwisho hapa, haraka haraka tumtumie huyu, anaitwa mtumie huyu alafu email yake Then choice tutachagua namba nne halafu password then register hapo. <coughs> tunakuwa tumemaliza signatory. Sasa tutachagua tumweke tena store officer mmoja, ili tutakapoanza kusimuleti iwe ni rahisi Tusemeni huyu hapa hapa hapa tutachagua officer fie password na register, alafu sasa tutaenda sasa kusajili new user. Tutaweka wawili ili iwe rais, tutaweka mmoja kubwa mwingine do tufanya namuuza no wa kwanza tumwite kulwa Hamisi alafu kulwa gmail dot com then choose hapa tumweka nan alafu taweka pasodi zake hapa ani ok, alafu mwingine huyu tumuite Doto Shabani, Doto Shabani tumuweke Doto Doto Shabani, alafu hapa Doto alafu hapa nimeweka na aa9 kwa mpaka hapo tutakuwa tumefanikiwa kuregister users wote ambao wanahitajika kwenye mfumo wetu. Sasa kwenye video nyingine tutakuja kusimulate mfano mmoja kwa user wote wawili, tuone jinsi gani ambavyo wanaweza waka request material, lakini kabla ya hapo inabidi store officer aingie ndani ya mfumo a register material katika mfumo. Kwa tutaanza kwanza kuingia kwenye account ya store officer, nikuoneshe namna gani ambavyo ukisha purchase material, namna gani ambavyo unaweza ukayaingiza kwenye mfumo kwanza, ili sasa watu wakianza kurequest iwe ni rahisi kurequest. Thank you for your time. Usikose video inayofuata.